Zaidi kwamba akileta mawenge mawenge yale, naona kuna milioni thelathini uwezo ni yaani mi, goli sita yaani uwezo ninao na sababu ninazo za kumdukunyua mtu goli sita. Hapa kwa Mkapa hapa mimi ndio mkali huwa zinafanyika, mnaweza mkachezea kichapo, mkichukulia dharau dharau, sio Yanga hii ya pira uinome pira uyanga sile pira baba, mkanye mwanao mm. Unajua ile jezi iliotoka sasa hivi kiangalia hapa, anasema nia mm. Yani, maana ana nia mjaelewa, maana ana nia, nia. kwamba ni kuingia robo fainali, hatua kwanza tunaingia hatua makundi, tunaingia robo fainali, nusu fainali, ya fainali na ndo maana ile ile jezi imeandikwa nia mm. nia tunao ya kuingia fainali na kuondoka na kombe, nia tunao ya kumdukunyua mtoto wa mudi mara 10 mfululizo kwa mm. kwao, nia tunao ya kumtoa wilet wanasema ni watoto wa Mudi, mi najua mna watu wengine zaidi ya watoto wa Mudi. Unajua watoto wa Mudi wale wasipoiongerea Yanga, Yanga ni kama mwembe wenye matunda kwa sababu uwezi, mtoto wa mudi aweza katoka na mbugu, sio kaenda kapiga nani mbugu sio, kwenye kwenye kwenye, lazima atafute mwembe ulipo, naenda kapiga piga mbugu sio kule. Kwa hiyo huu ni mtu mwenye mwembe hivi, nafikiri mtoto wa mudi asipo iongelea yango, nataka ongelee wapi? Timu yenyewe sasa hivi wamebaki asili ya timu kule, hawana kocha wala nani. Sasa lazima aje ajifiche fiche huko kwa mtoto wa mudi, aiongelee ongelee wapi? Kwa sababu kiangalia kwamba nia, yani tumetoa GSM, tumemweka nia kwamba GSM, alafu tumeweka nia kwamba nia, tuna nia ya kubeba ligi ya mm -hmm tuna nia kumdukunyua mtoto wa mudi mara kumi mfululizo wewe msimu, na ndio maana tukaweka ile nia. Si sina jezi yenye mabango wewe, mara sijui ambaluti, mara sijui mudi, mara mara sijui joisi, jezi imeja mabango, mara foundation, mara wamekuwa mada media tangaza bia please, na huko sisi hatumo huko eh, mara ambaluti umo umo. Sasa tutangaze majina ya watu yani nia, angalia. Kwa hivyo kwa ki professional, nia tuna nia kumdukunyua mtoto wa mudi mara kumi mfululizo eh, uwezo tunao. Mtoto wa mudi nimemdukunyua mara sita kwa yeah, hiyo bado mara nne wambieni kabisa nania na, na nia tunayo na maana yeah, jezi tumeweka nia tunayo ya kumdukunyua tena wala taso mwe sio mbali yeah, u mwezi waga mwezi wa tisa tarehe yeah, ishirini na saba mm, tarehe ukiangalia kwenye ile ratiba ya TFF pale, so nakwenda kukutana na mtoto amudi mwezi wa kumi tarehe kumi na sita mwezi wa, wa kumi na mbili <mimu> <mimu>

yule Matola sasa, hawa watu wanageuzwa kama kopo la chondo. Unajua kopo la chondo linatafutwa wakati wa shida, ukimaliza shida unalitupa ile mbali. Eh, ndio wanavyowafanyaga. Yani mimi ningekuwa kama Matola, yani mimi nakwambia nani, moro Taifa Stars kwanza, moroko mwenyewe namuonea huruma. Sasa watoto wa Mudi waambieni, vi mnakosema tunakutana nayo mzako 12 sasa. Kama wataendelea kumweka huyu nani, huyu Matola, au akaendelea kukaa yule nani, wamemkopa kwa njia ya kikoba, yule nani, yule Moroko, leo wamemkopa, tusema wamemchukua kwa njia ya sakosi. Kwa hiyo wale kama wataendelea kuwepo kwa

Fountain, wote yatima kwa sababu kimwangalia mtoto wa hey, hana kocha atuana dakika za kwanza mpaka dakika tisini timu hiyo hiyo, kaka usha damu sasa. Jamani, kwa nini nasijipigie mtoto wa mode? Ukitaka kujua mtoto wa mode na timu mpopo, angalia, amekwenda kukutana na ule yatima yule, lakini bado kashinda vigoli vitatu. Sasa unaona ni jinsi gani ile timu bado wanajiokota, sio ile wana zi yani, bado wanajiokota yani. Kwetu sisi tunasubiri sana na tumani, naambia kwa mtoto wa mode wasitaki kufanana na kufanana na sisi. Hatuwezi kuishi kama kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, mjukuu ndevu, mkubwa mimi hapa. Wewe angalia hii michuano kimataifa, nani bingwa makombe yote matatu? ligi kuu mimi, FA mimi ngao ya jamii mimi. Haya, anashiri huyo mtoto anakuja kucheza, anakuja nakua kurukaruka hapa, anashiriki e, liga mabingwa, kabeba ubingwa gani kwanza yule nani ule aza mfunga badishi na kushiriki kombe la shirikisho, kabeba ubingwa wapi? Yule Singida amebeba ubingwa kwao, baba yao ni mimiko mi, baba yao kazi yao kuwatafutia wao, kazi yao kula huko milioni ishirini, unataka ni kupangia lile kosi na kwenda kuchukua milioni ishirini la mauaji sasa hapa namba moja hapa kama kawaida protector sio kwa, naomba mbamba huyo kwenye cost ya namba 1 lazima aanze pale, didi diala hapa namba mbili hapa kama kawaida yangu mimi eh, hey hey, kijana wangu yule nani, yule alochukua nani, yule nani, yule huyu nani, huyu nani, huyu namba mbili nani huyu? Ah, huyu nani huyu, nimemsahau kidogo hapa jamani, jamani kidogo, ah, ah, jaman, jaman, jaman, fuse kidogo kichwani mimi zimenilizime sijui huu ni uzee, sijui wala hata sijaelewa elewa ujue mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaona jinsi gani lakini nitakaponikaa sawa nitamtaja. Nita kwa hiyo tunakwenda kwenye ligi ya mabingwa mm. tukiwa tuna nia ya kuingia makundi mm. na kuingia robo finali mm. pamoja na kubeba kombe la Golden Nifu. Kwa hiyo uhakika tunao sababu tunayo. Kwa hiyo tu, niwaambie mashabiki ambao bado hawajafika Benjamin Mkapa waje uwanjani kwa wingi kwamba uwanja huu unahitaji mashabiki elfu sitini. Sio ni tunataka mm. tujitofautishe kati ya wananchi sisi kwamba wananchi wamejaza ile mitoto amudi yake wanyama wa mapolini mm. kwamba uwanja umeshindwa ulichokiongelea hey, hey, ndo humohumo humo, kwamba genge la wahuni litaendelea kuwa genge la wahuni tu kwa sababu mie, genge la wahuni lile kwa sababu mpaka linapigwa bani linafungiwa, hey. Ina maana hilo ni genge la wahuni na ndio maana nitaka kushangaa hata mimi kweli, kwa inakuaje msimu uliopita mwaka juzi wanamgea tuzo mtoto wa modi ngambia kwa vigezo gani alivyokuwa navyo sasa? Hey, msimu wenyewe mashahidi Tunaona ameporomoka kutoka kule alikokuwa anaanzia nafasi ya pili, safari nafasi ya pili ya ngapi huku tunaanza naye, mabonde kuinoma huku, kwani sijui kwamba kiwango chake yule mtoto yule kimeshuka. Kwa hiyo tuombee kwamba kesho, eh, nimesikia jana anajitetea yule nani, yule mwenye kichwa wa mchongo yule nani, Mangungo yule anasema wamekata rufaa, lakini kafu hawajajibu chochote, akaambia mambo yako vile vile kama walivyozuiliwaga kwenye mechi ile walivyosimama, anacheza hapa, kapeleka Zanzibar kwao, kwa hiyo hata mchezo wa kesho wanakuja za yatima yaani, ushawahi ya kutembelea, ushawahi kwenda makaburini wewe peke yako? Kunavyokuwa kumetulia, yaani panatisha, yaani ukisikia hata mjusi kapita unashtuka. Kuna nini tena huko hey? kwa hiyo kesho anakuja hapa hey, kama yatima tena, sio kama yatima wale. Kwa hiyo tuambie nani wale kafu wale kwamba ufanyaje? wa wa wa wa wa wa washindwe kuwapa tuzo kikundi cha wahune, nami sijawahi kuona, una watoto wako wawili. Maana wa siwapa tuzo mashabiki hey. Wameshindwa kuipa timu nani timu, e, timu bora. Nami sijawahi kuona, una watoto wako wawili hey. Alafu sasa wa, darasani huku kuna mwanafunzi amepewa tunzo ya kuwa mwanafunzi bora darasani mm-hmm. na kuna mwanafunzi amepewa tunzo ya mluka sarakasi darasani eh, kwa hiyo mluka sarakasi unajua ni nani hapo? Ni nani? Eh, mluka sarakasi michezo nani? Ah, hao mashabiki, eh, hao mashabiki ndio mluka sarakasi. Eh. Eh, kwa hiyo ile timu nilishazungumzia ni mbovu. Kwa hiyo sasa yule mtoto yule sarakasi anachonga chonga bado na hamu na sisi eh, kale ka upele unaenda kuna tena mwezi wa mwezi wa 12, eh sasa wamemleta kocha gani kwanza, maana sijawasikiliza watoto wa mudi Ba, ba, ba, ba, e, mashine mashine, mashine ya kusaga ya kukoboa, shida sio tatizo. Watoto muda hajaelewa, ya shida sio kwamba wanamleta kocha tatizo wana wachezaji maana striker mle hamna mle sasa. Kota atakaye kuja ni mwenye atauliza, na nionyesheni striker. Zoa kacheza na nani kacheza na nani? mnavo zoa mnavo sema zoa, kwanza kakutana na nani kakutana, wale wale mavu wale yatima wale, juzi anacheza wachezaji nane yatima wale, ndugu zangone. Kwa hiyo jamani, msitulinganishe sisi na watoto amodi. Mimi levo zangu za kimataifa, ndugu zangone. Wewe subiri uone, leo unavochukua pesa za mama hapa milioni 25 na tena milioni 30, kabisa kwa sababu

kwa pila wao nipiga papa tu papa tu lile yeah. ameshinda kigoli kimoja kama msimu wa umeme kule kesho hapa, wale nani Angola akija vizuri yeah. Mtoto amudi anakuja kumwacha hapa hapa, kaka atabaki ka mbio za mwenge. Ushawahi kuona mbio za mwenge zinatambaa, zikatoka Tanzania zikaenda nje, mwisho Kigoma, mwisho Mwanza, mwisho Bukoba. Kesho mtoto amudi hapa bye bye, na hiyo taarifa ya huyo matola pamoja na nani mtakuja mm, kuisikia kesho hapa wasipopigwa kesho hapa hapa kaguduliwa nje hapa hebu. <laughs> na mimi nimekaa pale kwa pila lile bovu lile jana tujuzi umecheza nale chezaji nane anashinda vigodi vitatu, hey. Subiri kesho uone mtoto muda anakuja kuwashiwa moto hapa kaka, okay. Ana timu kutoka wapi kaka? Ana timu kutoka wapi kwanza? Kwa hiyo eh, niwaambie mashabiki, hey, wa Yanga jamani, hii mechi ya kwetu sisi mechi ya kimataifa, njooni tumalizie umkia. Baada ya hapo tunakutana Mbeya. Tarehe ngapi? Tarehe itakuwa tarehe ngapi? Itakuwa tarehe 20, tarehe 30. Eh, tarehe 30 ile e, leo tarehe 27 eh. Mm -hmm. Eh, tarehe 30. Tunakutana Mbeya, tunakwenda kibabe kwamba tayari tunamsaka mtu mwingine ya kutaka ili tukimdukunywa na mwingine tunaangalia hatua ya makundi. Wao unafikiri mzizi kabaki bure bure, ameona kuna kombe la Golden Knife tunakwenda kulibakiza Tanzania. <laughs> Eh hey! kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga waje kwa wingi, waje kwa wingi. Muda ndio huu jamani. Jamani, jamani, jamani, chereko chereko jamani. Uwanja umenoga huu hapa jamani. Tena na huyu nani? Waleta huyu. Anakutana hey, makaburi bado mapi kama mawili hivi eh. Yeah. La mtoto wa mudi, na yule, nani, yule nani aliocheza naye juzi juzi hapa nani eh pamba eh pamba eh nguo eh, atakutana na makaburi bado mabichi mabichi, udongo bado haujabonyea. Kwa hiyo yule nimemzika na futi tatu, huyu nimemzika na futi moja. Kwa hiyo sasa nataka kuja kumweka kati hapa kati ya futi eh, namweka kati hapa sasa, hapa katikati mtakuwa mnasalimiana jamani eh ah. Jamaa anagonga, sijui leo, atanigonga ngapi? Kwa hiyo atamke mwenyewe, tumgonge saba ama nane, uwezo tunaona. Sababu ah, wewe unaambia nia tunayo, unaambia wamekaa kwenye mfumo mfumo umekubalika. <laughs>